Endeee tu kutoa maelekezo kulingana na majibu ya, ya DMO kwa niaba ya mkurugenzi kwamba ndani ya siku ishirini na moja mradi uanze kutekelezwa kwa fedha zetu zile milioni ishirini lakini wenzetu waliokubali kutusapoti haizuii kuja kuendelea na kazi, kwa sababu milioni ishirini haitamaliza mradi huu. Tunaamini bado kuna kazi nyingi zitakazo kuwepo. Basi na wenyewe mfanye mawasiliano kwa karibu. Nilichokigundua kingine mimi, hakuna mawasiliano ya karibu na watu wa Tanapa, baina ya halmashauri ofisi ya mkurugenzi na watu wa Tanapa, kwa hakuna usumbufu wa kusumbuana nao, ndio maana tunakuwa na majibu ambayo sio hakika. Kwa hiyo mfanye mawasiliano ya karibu na Tanapa, tuwaambie sisi mradi tumeshaanza nao kama ambavyo tuliwaanzisha, kwa sababu milioni ishirini ni sehemu ya nguvu za wananchi, kwa sababu ni fedha ya mapato ya ndani. Kwa hiyo sisi tutarudi viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi kama mlivyosema, naamini spidi ya wenzetu huko ni kubwa, najua na kwa nini mimi niliamua kuipanga huku, ziko taarifa nyingi nazo tunazo sikia, na kama tutachelewa mikutano ianze kufanyika, msitegemee kama tunaweza tukapata wananchi kuwakusanya tena hapa, kwa sababu wananchi watakwenda kulishwa sumu. Mradi huu wataona ni kama sehemu ya wadui na faida zao na nguvu zao zilizopotea, utarudi kuwa mwiba kwenye chama chetu cha Mapinduzi. Kwa sisi tutarudi viongozi wenzetu, tumeahidiwa tarehe nane sisi kuanzia tarehe nane mpaka tarehe kumi na mbili tuambie, tutarudi tena kuja kukagua hapa, iwe ziara ya kawaida au ziara maalum ya kamati ya fedha, itakuja kwenye mradi huu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwashukuru na naendeleeni kutuamini tu, na wananchi muambie chama cha mapinduzi kiko kazini, na Mheshimiwa Rais aliahidi na ilani imesema tutajenga vituo vya afya kila kata. Kwa hatuwezi kulipuuza jambo hili A, kwa kufuata mwongozo tunaamini ndani ya wiki tatu tutakuwa tumeshaanza, kwa sababu kuna kumteua msimamizi. Kuna msimamizi akisateuliwa, basi anakuja kuanza kuunda zile kamati kwa kushirikiana na, na wananchi. Mheshimiwa, uteuzi unaweza ukaanza muda wowote, ila sasa kuna zile taratibu sasa za kuanza kumtafuta fundi ambako mafundi wana tangazo linatoka kwa muda wa siku kumi lakini bado mna. Sisi wananchi wa Kumbisiganga kwa, kwa sababu tunafahamu umuhimu wa kituo tuko tayari, baadhi ya mambo tujitolee, kiwemo mchanga, maji, uongo, ndugu zangu <laughs> ili kazi iendelee, kuliko haya maneno sasa yamekuwa ni mengi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nisiongee mengi, ninachokiomba kwa kuwa fedha tunayo kwenye account, hata leo kiruhusu, tunaweza tukaanza kazi, lakini mamlaka inahusika iwasiliane na watu wa Tanapa tuone wao wamekwamia wapi.